Kweli jamani. Ah, yani siku yangu yote imeharibika kabisa yani. Ah. Hebu ya naomba nipatie glasi ya maji kwanza nini hapa nipumzike kwanza. Ni nitulize kichwa changu na siko vizuri kabisa. Eh, hey, pole sana mama mkwe. Lakini sijajua nini kilitokea kule. Maki tulifika, ukatoka, ukaenda chooni, umekaa muda mrefu, baadaye unarudi umevurugwa. Haukuweza kunielezea. Labda nini tatizo lilikusibu? Liku, nini kikuta mama mkwe? Maana sielewi nini kinaendelea hata. Na wewe umeanza kujisahau binti, si ndio? Baada ya kuona mwanangu, umeanza kuona nyumba yote kama unaweza kuitawala. Sipendi kuuliza maswali ya kunipeleleza, sipendi uniulize na kunifuatia kwenye jambo lolote, sawa? Nimekwambia nimechoka, siko vizuri, naomba unipatie maji ninyo, nipumzike. Sitaki maswali mengi sasa hivi. Sawa sawa, mama mkwe, ngoja nikakupatie glasi ya maji. Ah, yani sijui nafanyaje, mawazo ni mengi sana kichwani. Kwa nini nilikosea masharti? Mganga aliniambia vizuri kabisa. Sasa hii tena kunurudisha nyuma kwenye mpango wangu. Ah, sijui utanafanyaje kwa kweli. Hebu ngoja kwanza, mbona kama nasikia sauti za ajabu ajabu? Kwani Komba iko hapo kwenye kazi? Alafu nashangaa nyumba imebaki wazi, haina mtu. Ina maana Komba hajarudi kutoka kazini muda wote? We Komba! Komba. Wewe Komba wewe. God have mercy on you. Kwani hujongea na mume wako Komba toka asubuhi? maana sio kawaida yake mpaka sasa hivi ni muda wa mchana huu, hajarudi kula au kuna mahali amepitia mm. Kwa kweli hapana, nakumbuka asubuhi tu aliniaga kwamba leo atakuwa na kikao cha ofisi. Kwa sijajua labda ni majukumu ya ofisi anamfanya mpaka anachelewa muda huu, lakini sio kawaida ya Komba mpaka sasa hivi asiweze kurudi kwa wakati. Yamkini kuna kazi tu inambana, lakini atarudi, sio na wasiwasi mwamkwe. Ah, yani mwanangu Komba na mambo mengi kweli, yule kijana ah. Anyway, nimesahau mkoba kwenye chumba chake, ngoja niende nikaangalie mara moja. Kuna dokumenti moja ya muhimu sana nataka nikaichukue pale. Majangu naomba niketi kwenye meza hapo. Okay, sawa mama, haina shida. Ngoja nikuwekee kwenye meza hapa utayakuta. A few moments later. Ah, kwa kweli leo umenipa penzi ambalo kwa kweli ah, si, zani kama nishia kulipata kwa mke wangu. Yaani nimeenjoy sana. Yaani tukiendelea hivi, ah, tutafanya mengi mazuri tu. Maanake mimi nakaa mkiwa tu humu, nakuwa na mawazo mengi, eh, sipati huduma kama hizi, mke wangu ndio vile tena. Ah, Yani, kwa kweli penzi lako leo limenichachawisha, limenivuruga kabisa, yani mi, mm, ah, yani kwamba mimi nakupenda jamani, ah, kwanza mwanaume najua mapenzi sana kwa kweli, na furaha sana kuwa na wewe kwa kweli, yani ah, I feel so happy, yaani leo umenifikisha mwezini kabisa yani yani, mm. Kwa hiyo tunafanyaje sasa yani mimi nilikuwa naomba bwana, tungeweza ongeza kuniondoa hapa. Kila siku tuko huko ndani sina uhuru kwa kweli jamani. Fanya kunitafutia apartment nikaishi peke yangu huko. Utakuwa nakuja na diachia mwenyewe. God have mercy on us. <laughs> Eh, kuna kufunga mlango vizuri. Nani agonga mlango tena huyo? Eh? Atakuwa nani tena kuja? Eh, Mungu wangu Komba. Yaani leo tumefumwa. Mungu wangu, mkeo kasharudi. Sasa itakuwaje ninajificha sehemu gani hapa sasa mkeo huyo ndo amesharudi eh Mungu wangu tunafanyaje sasa na humu hata uvungu wako mdogo hata sehemu ya kujificha hakuna yani leo mimi ndo ndo, ndo mwisho wangu ndo basi tena okay tausikia hata kama ni yeye wewe calm down mimi nitajua namna kukutetea usijali wewe tulia tu calm down wala usiwe na pressure yoyote ehe tulie tulia, tulia. Nafungua mlango, mlango. Mdoto mama, nafungua mlango kuna, kuna vitu naweka sawa, nafungua saivi bi mkubwa. Yani lakini sio mke wangu la na a ah, mwana Ukomba nao yaona, haya ni usingizi au na macho yangu Hivi inawezekana vipi? Una unatembea na mfanyakazi wewe, unakula mfanyakazi kweli? Eh, mwanangu, umejua kuniaibisha kama sio hivyo. Unavyofikiria, unavyofikiria alikuja kunisaidia kufanya usafi tu, sio hivyo unavyofikiria. Hivi komba, mimi ni mama yako, una nini cha kunificha kweli? Kwa nini mimi sielewi kinachoendelea huko ndani, si ndio? Yani kumwangalia binti mwenyewe hajavaa chochote, afu nasema kwamba mlikuwa anakusaidia kufanya usafi. Usafi gani huo? Kwa hiyo wewe binti umeona malaya uko nje ukiufanya hautoshi. Umeona bora utembee na mwanangu, si ndio? Umwambukize magonjwa yako na umwaribu. Yaani ninyi mabinti ninyi si wasalabu kabisa. Mabinti ninyi wasijida, hamfai kabisa. Yaani kuweta huko ndani umeanza kujitawala, unatembea paka na, na, na kijana wangu, si ndio? Eh? Yaani umenikera kweli. Ulikuwa unafanya nini na kijana wangu ndani? Eh? Hani sana maKomba, tulipitiwa na ushetani tu. Naomba utusamee kwa kweli. Mimi sikuzamilia kufanya hiki kitendo lakini Mwanao tu tulipitiwa tu, tu kwa kweli. Naomba utusamee, naomba utusamee, naomba iwe siri ya familia hii, naomba mkewe asijue, naomba utusamee tu, sitarudia tena kwa kweli. Nimejifunza kupitia hili mm mm. Mama samahani kama ulivyomsikia mwenzangu, tufanye tu iwe siri ya familia hii asije akajua mke wangu, maana akijua mke wangu hapa itakuwa ndo mwanzo wa kuvunjika kwa ndoa yetu. Na we mama, utakuwa tayari uone ndoa ikivunjika kweli? Aha, kwa hiyo Komba ulikuwa unafanya makusudi na mwenzako mnashauriana kufanya hiki kitu si ndio? Mimi kwa kweli sijapendezwa nacho na wala sijapendezwa kabisa. Mimi siko tayari kuona ndoa yako inavunjika. Lakini kufanya hiki kitu kwa kweli ni, ni, ni, ni kinyume cha utaratibu. Hujui una, unatarisha kabisa familia yetu, eh? Kwenda kutembea na huyu changu doa wa, wa Singida, huyu mwanamke mwenye hana shepu kwa kweli unayaibisha familia, unashusha blandi ya familia kabisa. Kwa hili nitakusamehe, nitaifanya kuwa asili. Lakini naomba isijirudie tena na wala mkeo usitamwambia chochote, kwa ajili yako sawa. Asante sana bibi mkubwa, mimi ndio maana nakupendaga mama yangu, hujawahi kuniangusha. Sidhani kama ungeweza kufurahia kuona penzi langu -e, mimi na mke wangu linavunjika. Kwa kweli ni ushetani tu ulinipitia kidogo na nini, ndio maana umeniona nimetembea na mfanyakazi upwili. Unao muda mwingine, si unajua ukizidi inakuwa ni, ni kipengele. Lakini nitakuwa makini, nitakuwa makini, nitakuwa makini mama yangu, sitarudia tena, sikakuaibisha <laughs> Yeah, ila Komba naena maneno jamani, utazani mzala. Sawa mama, samahani, hatutarudia tena tulipitiwa tu, hatutarudia tena, samahani. Sitaki nikuone karibu na kijana kabisa kwanzia leo, sitaki nikuone na mwanao Komba ukome kabisa, kama ulivyokoma kunyonya ziwa la mama yako. Sitaki nikuone huko karibu na kijana kwanzia leo. Tunavaa nguo, unashinda tu uchi, uchi tu hapa. Hii ndakufanya ili nitakusamehe kwa mara ya kwanza Ukirudia next time nakutimua mi mwenyewe, sitasubiria mpaka mpaka mke wangu hajue, nitakufukuza mi mwenyewe kabisa. Unakuja kufanya umalaya na, na kijana wangu kweli? Hemu vaa nguo zako, unashinda shinda tu. Nitajua namna kukava hii kesi, lakini naomba ukome, usirudie tena kufanya huu mchezo, ni hatari kabisa, na unajua Sawa nimekuelewa, Makomba ni upilu tu ulikuwa, um, umetuzidia tu, kama alivyokuelezea kijana wako. Ni upilu tu ulituzidia kidogo, tukaona ngoja tuchashusha kidogo, lakini tutakuwa makini next time, nomba hatutarudia tena. Kwa kweli, mama wangu, samahani sana, samahani, ngoja nivae nguo basi.